Habari za wakati wote na mfuatiliaji wa Kankono TV, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tutazame maandamano yanayoendelea huko katika jiji la Los Angeles nchini Marekani. Naitwa Ramadhani Fupi. Kufuatia maandamano yanayoendelea katika jiji la Los Angeles nchini Marekani, hatimaye imetolewa amri ya raia kutotoka nje hasa katika jiji hilo la Los Angeles. Los Angeles ni jiji ambalo siku za hivi karibuni kumekuwa na vurugu na maandamano, hali iliyosababisha vikosi vya jeshi la polisi pamoja na jeshi la serikali kuu ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kupelekwa katika jiji hilo ili kupambana na waandamanaji. Hii ni kwa mujibu wa meya wa LA Karen Bass ambaye amesema kwamba amri ya raia wanaoishi katika jiji hilo la Los Angeles kutotoka nje itaanza rasmi mnamo saa mbili usiku hadi saa kumi na mbili alfajiri kwa lengo la kukomesha uhalifu, na mnukuu, nitashauriana na viongozi waliochaguliwa na maafisa kutekeleza sheria, tunatarajia kudumu kwa siku kadhaa, alisema Karim Benz, meya wa LA, akizungumza kwa upande wake. Mkuu wa polisi wa LA Jim McDaniel amesema kwamba hatua hiyo ya kutotoka nje kwa raia wa jiji hilo ni hatua muhimu katika kulinda maisha pamoja na mali za raia kufuatia vurugu za maandamano yanayoendelea katika jiji hilo. Pia mkuu huyo wa polisi ameonya kwamba yeyote atakayekaidi amri hiyo atachukuliwa hatua ikiwemo kukamatwa na vikosi vinavyotuliza ghasia katika jiji hilo. Hata hivyo, meya wa LA Karen Bass amerudia tena kauli yake ya kumtaka rais wa Marekani Donald Trump kusitisha kutumia wanajeshi katika kutuliza ghasia za waandamanaji katika jiji la Los Angeles ambalo kwa sasa bado limekumbwa na vurugu za maandamano. Pia ikumbuke kwamba jaji wa nchini Marekani alikataa ombi la dharura la gavana wa California Gavin Newsom kuacha kutumia wanajeshi katika kudhibiti vurugu zinazoendelea katika jiji hilo la Los Angeles. Gavana huyo alisema kwamba kutumia wanajeshi katika kudhibiti ghasia za maandamano ni kinyume na sheria. Waandamanaji hao katika jiji la Los Angeles wanaandamana kupinga sera ya uhamiaji ya Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini licha ya hayo yote, Rais wa Marekani Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kutumia wanajeshi kupambana na waandamanaji hao akisema kwamba kamwe hataruhusu mji wowote nchini Marekani kuvamiwa na kutawaliwa na watu wenye mataifa yao. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako, una nafasi ya kuchangia kuhusu hiki kinachoendelea nchini Marekani. Lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.